Ah, sisi kama wachezaji tuko vizuri, tushafika Tabora hapa tukapokewa vizuri na mashabiki wa Tabora. Kikosi chiko vizuri mazoezini ya leo sh tuelewesha baba mwalimu, sisi tuko tayari kukabiliana na Simba kesho, na sisi vile vile, so kusema game hizi sio game hizi, itakuwa game ngumu ya... so kwa upande wa Simba na sisi tunashuka daraja susunashuka daraja tunapambana mpaka mwishoni. Mimi kwa upande wa kuongea timu, because hakuna mtu anapendwa kufunga so Simba basi kale kama so game nyepesi hivi na nini. Mwenyezi Mungu akijalia mpira mpira wa makosa kuongea kwa stari, niambia Simba nao ni wanadamu, Simba nao ni watu

Niseme siwezi kusema kama kuna kitu kimetufurahisha sana, kwa sababu utaona matokeo yetu mengi yalikuwa magofu. Kwa hivyo sisi kwa upande wetu hatukufurahia kwenye matokeo ambayo yametokea upande wetu mwingi, lakini nafikiri wenye mamlaka wenyewe watakaa, watajua cha kufanya, kwa sababu nafikiri kulikuwa changamoto sehemu fulani, kusehemu ya uamuzi. Kwa hivyo naamini wenyewe watakaa, watafanya maboresho kuona kutoka hapo ile ligi iweze kusogea zaidi, kutoka nafasi ya tano kwenda juu zaidi. Mechi ngumu, mechi ngumu sana lakini uh, sisi tumejiandaa kuikabili Simba ambao Simba ni timu nzuri, imetoka kucheza fainali ya Kafu Kombe la Shirikisho, kwa hiyo naamini kwamba mechi itakuwa ngumu kwa kundi letu. Kanuni zinasema tunaweza kutumia wachezaji watano, nafikiri wa under 20. Kwa hiyo naamini wale wawezi kusema wachezaji wengi, na wachezaji wetu sisi tumekuja wachezaji 20 hapa. Kwa hiyo utaona wachezaji watano, wachezaji watano, na wachezaji 20, wachezaji wengi wetu. Kwa hivyo imani yangu kwamba tunao wachezaji wetu wa kutosha kusimama kwenye mchezo kesho.